Naitwa Daniel Milandu Kasokola, naibu mkuu kitengo cha mawasiliano ya serikali, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, napenda kutaarifu umma kuwa kuanzia tarehe 14 hadi 19 ya mwezi Mei 2025, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa imefanya operesheni katika wilaya ya Kondoa hususan katika vijiji vya Ntomoko, Haubi Mafai na Kinyasi na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari 157 za mashamba ya bangi, kukamata pikipiki mbili, na tunawashikilia watu saba wanaohusika kuhusiana na matukio hayo. Hii ni mara ya pili kufanyika kwa operesheni kama hii katika wilaya ya Kondoa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za mamlaka za kuhakikisha inadhibiti uzalishaji na biashara ya bangi hapa nchini. Tangu kufanyika kwa operesheni hizi hapa katika wilaya ya Kondoa mwezi Januari mwaka huu na kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari za dawa za kulevya pamoja na kuonyesha wananchi fursa za kiuchumi zinazopatikana katika wilaya hii, kumepata mabadiliko chanya, kwani baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanashiriki katika kilimo cha bangi sasa wameachana na kilimo hiki na kujikita katika mazao mengine halali. Mfano, baadhi yao wamelima ufuta, alizeti maharage na mahindi. Pamoja na mafanikio hayo, wapo wananchi wachache ambao wameendelea kukaidi amri ya serikali na kuendeleza uzalishaji wa, wa bangi katika maeneo yao. Hatutasita kuwachukulia hatua wale wote ambao wataendelea kukaidi amri ya serikali na kuendelea kulima bangi ambayo imekuwa kiharibu afya za wananchi wetu na kuzofisha ustawi wa taifa letu. Mamlaka kudhibiti kupambana na dawa za kulevya itaendelea kushirikiana na uongozi wa wilaya hii ya Kondoa chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya Fatuma Nyangasa kuhakikisha tunadhibiti kabisa na kuondoa kabisa tatizo la uzalishaji wa bangi katika wilaya ya Kondoa na mkoa wa Dodoma kwa ujumla. Nitoe wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa juu ya watu wanaojihusisha kwa namna yoyote ile na uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa dawa za kulevya aina ya bangi katika wilaya hii, kwa maana kwamba ushirikiano wao utasaidia sana kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha tunamaliza kabisa tatizo la dawa za kulevya hususani kilimo cha bangi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa majina naitwa Isa Hamis Rajab, mimi ni mkazi wa kijiji cha Mafai, kata ya Haubi, wilaya ya Kondoa. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mafai, tumeamua kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu bangi ina madhara makubwa kwa jamii, kwa familia zetu na hata jamii zingine ambazo haziko kwenye kijiji cha Mafai, na tunaishukuru serikali kwa maamuzi uliyofanya kuamua na hiyo operesheni ya uteketezaji wa kilimo cha bangi, kwa sababu ina madhara makubwa, na wachache waliokuwa wanashiriki kwenye kilimo wa cha bangi ndani ya kijiji cha Mafai wameamua kujitoa kabisa na kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu itatuletea madhara kwa familia na jamii zetu. Naitwa Shaibu Hamisi Karinga, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mafai. Zao hili la bangi kwa kijiji hiki cha Mafai kwa kweli ilikuwa halipo kabisa kipindi cha nyuma lakini sasa hivi tuna zaidi ya miaka mitano, ndio zao hili la bangi limeonekana kwenye eneo la kijiji hiki. Kipindi cha kwanza, baada ya zao hili la bangi kuingia kijiji hiki, wengi walikuwa wanaelewa ni zao ambalo linaweza likawapa kipato cha juu, lakini baada ya hapa, baada ya kuona madhara yake, mpaka sasa hivi kila mtu anakemea kitendo hili tu, pamoja na operation wote na idara zote zinazohusika ngazi ya ngazi ya taifa ngazi ya mkoa hadi ngazi ya wilaya. Ni mkoa wananchi wetu namna nzuri ambayo wanaweza kuachana na kilimo cha bangi lakini kwenda kwenye kilimo kingine ambacho kinatija zaidi kwetu, kwao, lakini kwa taifa kwa jumla. Tuna mazao ya biashara, tuna mazao ya chakula lakini pia tuna ufugaji mzuri tu. Kwa hiyo wananchi wa Kondoa wana uwezo wa kondo, kujikita kwenye maeneo hayo kwenye kilimo cha biashara kuna, kuna, kuna mazao mbalimbali mbali, kuna alizeti eh? kuna hizi nini zinaitwa mbaazi. Eh, kuna ufuta, yapo mazao mengi ambayo yanakubali yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana, kabisa kwenye ardhi yetu hii ya Kondoa.